Akina mama tuna zahanati yetu, si ndio? Hivi mna jengo la mama na mtoto, pigeni kwanza makofi kabla sijazungumza. Sasa yale yani majengo ya mama na mtoto si maboma, si ndio? Mimi injinia, ninakwenda kuyasimamia yakamilike kwa haraka sana baada ya kunipigia kura nyinyi. Kwa hiyo nendeni mkanipigia kura za kutosha, si ndio? Mkapige yani nyinyi akina mama, mnateseka kujifungua, mlinizaa mimi na mnataka kuniagiza tena, muendelee kuteseka na mimi nikiwepo hapa hapa Kasamwa? Kweli haitawezekana, kwa sababu mnatuma mtu sahihi na wakati sahihi wa kuleta maendeleo katika kata ya Butundwe na Kasamwa kwa ujumla. Ndugu zangu, nitakwenda kusimamia ya kwenu, maana mimi sina ajenda za kwangu. Nimezitoa wapi? na huku mnaniagiza nyinyi. Kwa hiyo hakikisheni mnakwenda kupiga kura za kutosha ili tukawasimamie vizuri, si ndio? Yeah. Lakini pia tunaambiwa hapa kuna mtu ana anawaletea mchezo mchezo. Tunawaomba ili mimi nifanye kazi vizuri mtakaponipigia kura tunataka mafiga mangapi? Tuna figa la Tindos Pamba. Banga bali mu buluba, haninyoshi makono bali mu buluba. Ubuluba idi bo bize bo busa lazima botani keke kipyo bo wasangu. Sasa unatanika kwa Tindozi Pamba, ninamwombea Tindozi Pamba kula za kutosha, ili tuweze kufanae kazi. Kwanza anaijua vizuri Butundwe, anaijua Kasamwa vizuri. Tutakwenda kusimamia kwa nguvu zote ili nyinyi wananchi wakasamwa mweze kupata maendeleo ya kutosha, si ndio? Niwakumbushe tu, niwakumbushe wakati Dakta Samia Suluhu Hassan na aingia madarakani Kwenye wilaya yetu ya Geita tulikuwa na shule za msingi sa, mia mbili sabini na tisa. Kwa sasa tuna shule za msingi mia tatu na tisa. Manake shule za msingi zimeongezeka 30. Mpya hazikuchangiwa. Za vio, za vigae. Madawati yamo mwananchi hajachangia. Mtoto anakwenda shule kusoma. Hapa wanafunzi kadoroleja kwa shule lazima uje jiko pori amenze kutuliza mruu. Kweli sio kweli ndugu zangu? Daktari Samia Suasa nikafanya kazi kubwa. Tunaziona kila pahala sisi emoye. Maana yake ni nini ndugu zangu?